Aliahidi kubaki. Walikutana wakati hakuna aliyekuwa amekamilika. Kulikuwa na ndoto nyingi, pesa chache, na matumaini yaliyokuwa makubwa kuliko hali halisi. Mazungumzo yao yalikuwa marefu, ya usiku, ya kuaminiana kupita kiasi. Walipeana ahadi ambazo wakati huo zilionekana rahisi, kwa sababu hawakujua zitagharimu nini baadaye. Alisema ataendelea kuwepo alisema hataondoka. Alisema wakifanikiwa watafanikiwa pamoja. Na aliamini, si kwa sababu alikuwa mjinga, bali kwa sababu alipenda kwa dhati. Na watu wanaopenda kweli huwa hawaulizi maswali mengi mwanzoni. Muda ulipita, mmoja akaanza kukua haraka kuliko mwingine. Simu zikaanza kunyamaza. Ujumbe ukaanza kujibiwa kwa nipo busy. Mipango ikaanza kusogezwa mbele hadi haikurudi tena. Kila kitu kilibadilika taratibu na hilo ndilo linaumiza zaidi. Hakukuwa na siku ya kusema imeisha. Kulikuwa na siku nyingi za kujifanya bado ipo. Alianza kujilaumu. Labda anadai sana. Labda anapenda sana. Labda mapenzi ni kuvumilia. Hapo ndipo kosa kubwa lilipoanza, kwa sababu mapenzi hayahitaji ujiuze ili mtu abakie. Kila alipojaribu kuzungumza alipata majibu yasiyo na mwelekeo. Unafikiria sana, usiwe negative, mbona hubadiliki? Maneno yaliyofanya aone kama tatizo ni yeye, ilhali ukweli ni kwamba mtu mwingine alikuwa tayari ameondoka moyoni. Siku ile alipoona ukweli hakukuja kwa kelele, ulifika kimya kimya picha moja, tabasamu ambalo halikuwa lake tena, ukaribu uliokuwa wazi mno kukanushwa. Hakupiga kelele, hakumwomba abaki, hakutuma ujumbe mrefu. Alikaa tu, akihisi kitu kikivunjika pole pole ndani, sio moyo tu, bali ile imani kwamba kupenda vizuri kuna tosha. Alipojaribu kuelewa, alisikia maneno yale yale ya kawaida: sikutaka ikuume, hii haikupangwa, nilichanganyikiwa. Ukweli hakuna mtu huchanganyikiwa kumwacha mtu anayemchagua kila siku. Aliumia kwa muda mrefu, si kwa sababu ya kuachwa, bali kwa sababu alitoa kila kitu kwa mtu aliyekuwa akitoa muda tu. Baadaye alijifunza kuishi tena, sio kwa kufurahia, bali kwa kuzoea. Alijifunza kucheka huku moyo ukiwa umefungwa kupenda kwa nusu, kuondoka mapema kabla hajazama sana. Na hapo ndipo alielewa kitu kigumu: watu wengine hawakuja kukaa, walikuja kukufundisha jinsi ya kuacha, na somo hilo lina